naitwa Kapenjamandile, ni mkuu wa wilaya ya Songea. Nina habari hapa za kuwasiliana na wananchi wa wilaya ya Songea, hususani kwa manispaa ya Songea, lakini vile vile katika halimashauri ya wilaya ya Madaba na halimashauri ya wilaya ya Songea kwa maana ya Peramio, kwamba kama ilivyo desturi yetu, mwaka huo wa elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa tano tunatarajia kupokea mwenge wa uhuru na mwenge wa uhuru mwaka huu utaanzia katika wilaya ya Songea, kwa maana ya kwa kwamba tutaupokea mwenge wa uhuru e, kutokea mkoa wa Njombe, yaani wilaya ya Njombe. So, wilaya ya Njombe itakabidhi mwenge wa uhuru siku ya tarehe tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, katika kijiji cha Igawisenga, ambacho ni kijiji kilichoko mpakani kati ya wilaya ya Njombe na wilaya ya Songea kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Madaba. Kwa hiyo mwenge utakapopokelewa katika wilaya ya Madaba, halmashauri ya wilaya ya Madaba, utafanya kazi ya kutembelea miradi, utazindua miradi na utafungua miradi kwa maana ya kuweka mawe ya msingi. Na ratiba yake tayari tumeshaipata. E, ujumbe wa mwenge wa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Ujumbe wa mwenge ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa amani na utulivu. Na m, baada ya kuupokea mwenge ule kukabidhiwa patakuwa na Uh, ujumbe wa kwanza wa mbio za mwenge ambao utafanyika hapo hapo shule ya msingi viwanja vya shule ya msingi vya Igawisenga, patakuwa na Mwenge wa Uhuru na baada ya pale eh, uh, uh, Mwenge wa Uhuru utatoka pale na utatembelea katika eh, msitu wa TFS ambapo tutakagua mradi unaohusiana na masuala ya mazingira, utunzaji wa mazingira na utunzaji wa vyanzo vya maji, na tukitoka pale wino kwenye msitu wa TFS tutaenda kijiji cha Lirondo ambapo mwenge utatoa ujumbe kuhusu masuala ya uchaguzi. Na vilevile tukitoka pale Lirondo, tutakwenda kijiji cha Mtepa ambacho kiko Madaba na Mwenge wa Uhuru utafanya kufungua vyumba viwili vya madarasa eh, na matundu eh, sita ya vyoo katika shule ya msingi Mkwera. Hiyo eh, shule ya msingi Mkwera iko hapo hapo Madaba na tukitoka pale, Mwenge utaendelea na kuweka jiwe la msingi katika kijiji cha Rituta, eh, kwenye nyumba ya wageni. Kuna nyumba ya wageni ya inaitwa eh, kwa kijiji cha Lituta ki, ki, kitongoji cha Kifaguro pale ndo tutaweka jiwe la msingi kwenye nyumba ya mtu binafsi, amejenga gesti nzuri kabisa pale. Tukimaliza pale, tutakuwa na mradi wa lishe utakaguliwa, mradi wa lishe ambao utafanyika kijiji cha ofisi ya kijiji cha Mkongotema, na baadaye mwenge wa uhuru ukitoka Mkongotema utakwenda moja kwa moja kwa shule ya msingi Mbangamawe ambapo patakuwa na klabu ya wapinga rushwa e, kutoka Mbangamawe tutaenda shule ya msingi kijiji cha, cha, cha Gumbiro ambapo tutategemea tutatembelea mradi wa maji na kuweka jua la msingi. Na tukitoka Gumbiro tutafanya pia kazi ya kukagua e, mradi wa mradi wa tutakuwa na, na zoezi lingine la kurudi kutoka Ruhimba tutaenda moja kwa moja paka pale Ngadinda ambapo mwenge wa uhuru utakesha, wa mwenge wa uhuru utakesha katika kijiji cha Ngadinda. Kesho yake sasa ambayo ni siku ya tarehe kumi, mwenge wa uhuru utatoka Ngadinda ambayo iko katika halmashauri ya wilaya ya Madaba utakwenda kukabidhiwa kwenye halmashauri ya wilaya ya Songea. Kwa hiyo na makabidhiano hayo yatafanyikia kijiji cha Mpandangindo katika uwanja wa shule ya msingi Mpandangindo. Pale Mpandangindo patakuwa na makabidhiano, kutakuwa na kukagua na kutembelea mradi wa lishe na patakuwa na ujumbe wa mwenge lakini vile vile wa, wageni wote watapata chai pale pale pale shule ya msingi Mpandangindo. Tukishapata chai, kitakachofuata ni kusafiri paka kijiji cha Kituro na pale tutatembelea mradi wa chemchemi ya maji, ambao ni kisima cha asili lakini kimeboreshwa. Na baada ya kutoka Kituro, tutakwenda moja kwa moja mpaka Peramio B. Pale tutafungua mradi wa ujenzi wa madarasa mawili ambayo yamejengwa kwa fedha za ndani. Kutoka Peramio B, tutaenda Peramio A, na kule tutaenda kuzindua ujenzi wa e, jengo la huduma pale hospitali ya Peramio EMD. Kuna jengo limejengwa pale tutaenda kuzindua hilo jengo la, la emergency na baadaye tutaenda kijiji cha Rundusi ambapo tutatembelea shule ya ufundi ambayo imejengwa kwa zaidi ya milioni 500. Pale tuta, tutaweka jiwe la msingi na vilevile vile, tukitoka pale tutaenda moja kwa moja mpaka kijiji cha Matomondo. Kijiji cha Matomondo pale tutakagua na kutembelea miradi mbalimbali, mojawapo ni mradi dhidi ya ma madawa ya kulevya. Tutakagua pia mradi wa mapambano dhidi ya malaria. Tutafanya eh, kukagua mradi wa elimu ya makundi yenye mahitaji maalum na ukatili wa kijinsia. Vile vile tutakagua uhifadhi wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Kama mnavyofahamu sisi tumeshaanza kutumia makaa ya mawe kwa ajili ya kupika eh, na huduma zingine mbalimbali. Kwa Mwenge wa Uhuru tutatembelea mradi huo vile vile kutakuwa na klabu ya wapinga rushwa na kutakuwa na elimu juu ya maandalizi ya uchaguzi ambapo kutakuwa na kongamano la vijana na pia kutakuwa na ujumbe wa mwenge na hatimaye tutapata chakula cha mchana tukiwa hapo hapo kijiji cha Matomondo. Kutoka Matomondo tutaenda kijiji cha Nakahegwa. Pale Nakahegwa tutakagua kikundi cha vijana wanaojishughulisha na kilimo cha vitunguu. Utakumbuka mwaka jana ilikuwa nafikiri mwezi wa tisa waziri wa kilimo eh, mweshimiwa Hussein Bashe alipita katika kijiji cha Nakahegwa va, katika msafara huo ambao ulikuwa unaongozwa na mkuu wa wilaya tulisimama na mkuu eh, mweshimiwa waziri akavutiwa sana na wale vijana. Wale vijana walikuwa watatu na walikuwa wanalima eka moja ya, ya, ya vitunguu walikuwa wanamwagilia, lakini walikuwa wanamwagilia kwa njia ya kienyeji, walikuwa hawana vifaa. Waziri akavutiwa sana na wale vijana wanakahegwa Baada ya kuvutiwa, akaamua kuwasaidia mashine ya kupampu maji na mipira na, na zile sprinkler zile zinazozungusha maji. Kwa hiyo wale vijana waka- wakapata zali la mentali wakafurahi kweli kupata vile vifaa sasa. Tuna furaha kuwaambia kwamba mradi ambao mheshimiwa waziri wa kilimo aliutembelea ambao ulikuwa ni eka moja tu ya kumwagilia vitunguu, leo ninavyoongea, una karibu eka kumi na tano na una vijana zaidi ya saba. Sasa mwaka jana walikuwa watatu na walikuwa na eka moja, sasa wana zaidi ya eka kumi na tano baada tu ya waziri kuwapa mwezi wa kumi na moja kuwapa ile mashine ya kumwagilia wamejitanua kao wamelima vitunguu vingi kutoka eka moja mpaka eka kumi na tano. Baada ya kutoka na Nakaegwa tutaenda kijiji cha Magagura, pale tutaweka jiwe la msingi katika ujenzi wa nyumba ya bwana shamba, na baadaye kutakuwa na shughuli mbali mbalimbali za kukagua mabanda ma, ma, ma mbalimbali ya malaria lishe, mapandu, mapambano dhidi ya dawa za kulevya, ma, ma, ma, kukagua mabanda ya TAKUKURU elimu ya makundi yanayohusiana na mambo ya ukatili, banda la uhifadhi wa mazingira na kadhalika, na hapo pia tutapata ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025 na, na hatimaye kutakuwa na mkesha. Mwenge utapokelewa katika e, mtaa wa Likuifusi hiyo siku ya tarehe kumi na nne, na utakapokuwa umepokelewa mwenge wa uhuru pale Likuifusi kitakachofuata e, tuta mapokezi yakishafanyika tutakwenda moja kwa moja e, kwenye mtaa wa, mtaa wa Lilambo ambapo tutatembelea maegesho ya magari <coughs> na tukitoka kwenye maegesho ya magari tutaenda mpaka Lilambo A kutoka mtaa wa Rambo A hey, tutaenda mpaka na, Manditi ambako tutatembelea shule inayojengwa pale, na kutoka na Manditi tukishaweka jiwe la msingi shule ya sekondari ya Kata ya Ruiko, tutakwenda tena shule ya msingi ya Ruiko ambapo tutapata ujumbe wa mwenge, lakini vile vile tutapata chai, na baadaye tutaondoka shule ya msingi Ruiko kuelekea hospitali ya Mji Mwema ambapo tutafungua duka kubwa la dawa. Kama unavyofahamu huko nyuma katika kila hizi hospitali watu wengi binafsi kwa kutoa wamejenga ma, maduka yao ya dawa, na hii nimekuwa ninawakera sana wananchi kwamba hospitali ni ya serikali imejengwa hapo, alafu pembezoni mwa hiyo hospitali nzuri ya serikali ni watu binafsi wanajenga ma, maduka yao ya madawa. Tafsiri ambayo imekuwa ikipatikana hapo ni kwamba wananchi wanafikiri kwamba zile dawa zinauzwa kwa bei kubwa, bei ya kuwaumiza, bei ya kuruka sasa kuondoa kero kama hiyo, sisi manispa ya Songea tumeamua pale pembezoni mwa hospitali yetu ya wilaya au hospitali ya manispa ya Songea, tumeamua kujenga duka kubwa la dawa ambapo dawa zote zitapatikana tena kwa bei nafuu. Tunataka tuuze bei kwa bei nafuu, tuuze dawa kwa bei nafuu, kiasi ambacho tupate faida, lakini vile vile bila kumumiza mwananchi, na tutakuwa na bei ambayo hata mtu binafsi hawezi kutamani kufungua duka pale, ili tuwape confidence wananchi kwamba lengo la serikali hii kwa kweli ni, ni kuwataka tu wananchi wachangie fedha kidogo kwa ajili ya huduma ya afya. Tukitoka mji mwema, tutakwenda moja kwa moja kwenye e, kituo cha masista cha good, good shepherd cha Montessori ambapo pale tutakagua miradi inayohusiana na matumizi ya nishati mbadala gesi pamoja na makaa ya mawe, na baada ya kutoka pale tutakwenda moja kwa moja e, kwenye viwanja vya Matarawe ambapo tutakagua miradi inayohusiana na lishe bora. Kutoka pale e, Matarawe pia tutapokea ujumbe wa mwenge shule ya msingi Matarawe, na tukishaondoka Matarawe tutaenda moja kwa moja kupata chakula cha mchana katika shule ya sekondari ya Matogoro. Tukimaliza chakula pale Matogoro, tutatembelea mradi wa maji eh, ambao ni mradi, kuna chemichemi pale ya asili. Kuna mzalendo mmoja amejitolea kisima ambacho wananchi wanapata maji masafi, na tukitoka pale Matogoro kwenye mradi wa maji tutakwenda moja kwa moja Eh, manispaa ya Songea ambapo tutagawa pikipiki mpya kwa watendaji wetu wote wa katas kata zote ishirini na moja. Eh, halmashauri ya manispaa imewanunulia pikipiki wa maafisa watendaji wa kata. Tukitoka manispaa tutakwenda moja kwa moja eh, kutembelea kikundi cha vijana cha Ruvuma Ruvuma chini ambao ni wajasiriamali wa bodaboda na kuanzia pale tutaenda moja kwa moja mpaka e, kwenye shule ya msingi Chifu Mbano, ambayo shule hiyo ni shule kubwa imejengwa pale. Kutakuwa na risala ya utii, lakini vile vile kutakuwa na ma, kukagua mabanda mbalimbali mbali, kama nilivyosema hapo mwanzo, na kutakuwa na ujumbe wa mwenge kwa upande wa manispaa, na burudani zitaendelea, na hatimaye kutakuwa na mkesha wa mwaka mwaka samin ee, mkesha I mean, wa usiku kucha wa uhuru. Kesho yake asubuhi tukishapata chai, tutapata matokeo ya upimaji wa vi, virusi vya ukimwi na tutaondoka, tutaondoka kutoka viwanja vya hapa Ruvuma kwenda kijiji cha Lumecha, halmashauri ya Namtumbo, ambapo utawakabidhi wenzetu wa wana Namtumbo e, siku hiyo ya tarehe 14 eh, mwezi wa tano. Sasa niombe wananchi wa wilaya ya Songea kujitokeza kwa wingi kwenye vituo ambavyo mwenge utatoka utapita, lakini vilevile vile niwaombe wananchi wa wilaya ya Songea kwa maana halmashauri ya Madaba washiriki kukesha mwenge. Tutaandaa majukwaa mazuri sana, tutaandaa nyama choma za kutosha, tutaandaa wanamuziki machachari.